Uh, hello, wadau wetu wa Kingo Farm. Leo tutazungumzia kidogo kwa wale ambao wanataka kufuga kuku ila anataka afuge kuku wa kienyeji. Afuge, uh, vipi kisasa ili aweze kupata faida au ili aweze kufurahia ufugaji, aone unalipa na apate faida kubwa. Uh, sasa leo nitakuelekeza hizi mbinu ambazo utazitumia kufuga kuku wa kienyeji kwa njia ya kisasa. Iko hivi, kuku wa kienyeji ukimfuga kiasili zaidi, yani kwa kumtupa tu kama ambavyo maeneo mengi nadhani wanafugwa sasa, hasa maeneo ya vijijini, yaani unakuwa tu unakuwa kwa kienyeji unamwachia tu, ni ngumu sana kupata matokeo au ukapata matokeo mazuri kiuchumi, labda kwenye upande wa kuuza ili upate pesa, inakuwa ni ngumu sana, inakuwa mtihani, na unaishia kuamini kuwa kuku hawalipi, lakini sio kweli. Kuku wanalipa, ila kuku hata yule kuku wa kienyeji ukimhudumia vizuri, unapata matokeo mazuri kwenye uzalishaji wake, utapata vifaranga vingi lakini vilevile vile utapata mayai mengi na utaifurahia hii biashara, utafanya biashara vizuri kabisa. Tena huu mtaji wake ni mdogo sana, mtaji wa hawa kuku ni mdogo sana. Unaweza kuwa mtaji wa laki moja tu, lakini ukafuga kuku na ukawa unaingiza pesa kila siku kwa kupitia mayai au kila baada ya mwezi mmoja kwa kupitia vifaranga. Hilo jambo linawezekana kabisa, kama tu utakuwa umeamua kumfuga kuku wako kisasa au uh, maana nyingine ya kumfuga kuku kisasa ni kumpa huduma vizuri. Yani, kumpa huduma vizuri. Huduma zake hazitafanana kabisa na zile za broiler au chotara, hapana, ila zitakuwa ni huduma ambazo ni huduma nzuri, ni huduma ambazo kuku yoyote anastahili kupewa. Huduma ya kwanza ambayo unatakiwa uangalie kwa huyu kuku ni mahali ulipomweka, umemweka kwenye mazingira gani? Kuku wa kienyeji mfuge kwenye chumba, kwenye chumba au kwenye banda ambalo ni banda zuri, ni safi, lina hewa safi, lina mzunguko wa hewa na ni rafiki kwa kuku. Usimfungie tu jikoni, sijui sto wapi, hapana. Mtengeneze kwanza mazingira yake yawe mazuri, ambayo anaishi. Unaweza ukaweka banda lako la wastani, halifanani kabisa na lile la broila kwa kiwango cha gharama, hapana. Inakuwa tu banda la la kati, ila lina madirisha, labda lina madirisha mawili mbele na nyuma, kwa ajili ya kuruhusu hewa iingie na hewa itoke, lakini chini pale pasafishe vizuri kisha mwaga matandazo uh, Pia baada ya kumwaga matandazo uh, kwa wale vifaranga ambao unawahudumia kama unawahudumia bila mama, basi hakikisha unawawekea na chanzo cha joto. Linaweza kuwa jiko au inaweza kuwa labda taa za, za umeme zile ambazo huwa zina supply joto kwa hiyo hilo joto pia ni muhimu, lakini mle bandani kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba pia kuwe na hewa kwenye vile vile vifaranga ambavyo umewaweka mle bandani, basi kwenye kile chumba ambacho ume umetengeneza ile buruda yako, umeweka matandazo, joto, hewa safi. Hewa iwe ni safi jamani, usiwaweke kwenye chumba ambacho hakina hewa, kwa sababu watapata mafua na utashindwa kabisa kuwatibia. Mwisho wa siku wale vifaranga wote watakufa. Kwa hiyo kiwe ni chumba kizuri, kina hewa safi, madirisha ambayo yanaingiza hewa na kutoa pia, chanzo cha joto kama umempokonya mama vifaranga, lakini kama yule tetea mwenyewe analea vifaranga, basi hauna haja ya kuweka hili joto uh, kwa sababu yeye pia huwa na uwezo wa kuwakumbatia. Ila wewe utakachokuwa makini ni kuangalia wale vifaranga, kama anaenda nao sehemu ambazo ni salama uh, sehemu ambazo hazina wadudu ambao wanaweza kuwakamata wale vifaranga, na kama inashindikana hiyo na kushauri wafungie kwenye chumba uh, ukiachana na sehemu ya mazingira au banda ambalo utawafugia, sehemu ya pili ambayo unatakiwa kuwa makini sana kwa hawa kuku wa kienyeji ni kwenye upande wa chakula ambacho unawapa, ni sehemu sensitive sana sana. Ukitaka upate matunda mazuri kwa hawa kuku wa kienyeji, watengenezee chakula kutokana na umri wao au mahitaji yao. Kwa mfano, kama ni vifaranga wadogo umetotolesha, jitahidi uh, kuwapa formula ambayo inafanana na starter, yani formula yao ambayo watakula ifanani hata ile starter ambayo inatengenezwa viwandani. Sio lazima ununue starter ya dukani, unaweza ukanunua kama unajiweza huko vizuri, unaweza ukanunua. Lakini pia kama unapenda kutengeneza, unaweza ukatengeneza, ukatengeneza formula yako nzuri ya starter chakula ambapo lengo la kupishanisha chakula, labda kifaranga awe na formula yake, kuku anayetaga awe na formula yake, na kuku anayekuwa awe na formula yake, ni kwamba yule kifaranga mdogo anahitaji virutubisho fulani kwa wingi. Virutubisho vile anavihitaji, ila kuna vile virutubisho ambavyo anavihitaji kwa wingi kwa ajili ya kujitengeneza, kuimarisha kinga, ili aweze kusurvive vizuri, ili aweze kunenepa. Kwa hiyo kuna vile virutubisho ambavyo anavihitaji kwa wingi. Kwa mfano kifaranga mdogo anahitaji protini nyingi, anahitaji protini iwe kwa wingi kuliko hivi vitu vingine. Lazima protini kwake izidi, lakini vilevile pia anahitaji virutubisho vingine, ila kuna kiwango ambacho anakihitaji. Vikizidi tena ni tatizo, vikipungua pia ni tatizo kwa hiyo jitahidi kumtengenezea chakula ambacho kitakuwa kinaendana na yeye. Kwa wewe ambaye unapenda kutengeneza vyakula vya kuku wako wa kienyeji, tutakushauri ununue kitabu chetu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hiki kitabu kina fomula tatu za kuku wa kienyeji, kina fomula ya kifaranga au stata, kina fomula ya kuku anayekuwa, na pia kina fomula ya yule kuku wa kienyeji ambaye anataga Hizo fomula zote zimezingatia uwiano sahihi wa virutubisho kutokana na umri wa yule kuku. Hiki kitabu ni elfu kumi tu. Kwa wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji, naamini kabisa ukikinunua hiki kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, utafanikiwa kufuga kuku vizuri na utazalisha kuku wengi. Utawapenda hawa kuku kwa sababu utaona ni kuku ambao wana faida kubwa sana, na mtaji wake ni mdogo tu, mtaji wake ni wa kawaida, lakini wanakuingizia faida kila siku, kila mwezi. Inategemea na njia ambao utakuwa umeamua kuitumia kwenye video nadhani iliyo pita, nilielekeza kwa unaweza ukawafuga kwa ajili ya mayai au ukawafuga kwa ajili ya kuuza vifaranga, lakini vile vile unaweza ukawa unazalisha majogoo unayakuuza vizuri unayalisha vizuri. Kuna formula pia ya jogoo ambayo ukimpa jogoo ananenepa sana, na unaweza ukawa unawapa jogoo wako unawauza unapata faida vizuri kabisa. Na kama tunavyojua kuku wa kienyeji ni kuku ambao wanatafutwa, soko lao liko vizuri maeneo yote, hakuna maeneo ambayo soko, soko la kuku wa kienyeji linakata. Maeneo mengi kuku wa kienyeji wanafanya vizuri sana, kwa hiyo i kipengele cha chakula, nakushauri uwe sensitive sana, watengeneze chakula kizuri. Aa, kitu kingine ukiacha mazingira, chakula ni vitu ambavyo utakuwa unawapa kwenye maji. Wape vitu kwenye maji ambavyo pia vinaendana na mahitaji yao, kama ni kuwa boosti, watengenezee booster za asili. Ukiweza utanunua booster za dukani, lakini pia booster za asili kwao zinafanyaga vizuri sana lakini kama ni wanataga basi watengenezee booster ambazo zinachochea utagaji, watage mayai mengi, ili uweze kupata faida nyingi. Hapa kwenye kuku wanaotaga usiwaache tu, jaribu kuwatengenezea zile booster ambazo zinatengeneza mayai, ndo utaweza kuona matokeo mazuri, kwa sababu tunachotegemea zaidi huyu kuku watage. Kwa hiyo anapotaga kwa wingi, wewe kwako, kwa inakuwa ni advantage, kwa sababu unaweza kuuza mayai kwa wingi, au kama unatotolesha basi utapata vifaranga wengi zaidi, wale vifaranga labda kuku wengi, na na kwenye kuwalea vifaranga, vifaranga wa kienyeji tunaona changamoto ila vifaranga wa kienyeji ukiwaweka sehemu ukawahudumia vizuri, kwenye huduma ya banda, chakula, maji, huwa wanakuwa vizuri na huwa hawana changamoto yoyote. Na hiyo ndo njia pekee ya kuweza kupata vifaranga wengi au kuku wengi wa kienyeji, ni kwenye njia ya kutotolesha totolesha na kuwahudumia vizuri kabisa vifaranga. Ukiwa na hiki ki kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kimeelekeza namna ya kutotolesha upate vifaranga wengi, lakini kimekuja kimekuelekeza namna ya kuwalea wale vifaranga vizuri kabisa kuanzia ile siku wanatotolewa mpaka wanakuwa wakubwa